Karibu mpendwa mtazamaji, kabla ya yote subscribe hapo, kisha tuweze kuendelea. Nipende kukaribisha tuweze kutazamia juu ya kanuni ya watawa wa mtakatifu Benedikto. Mtakatifu Gregori inasimuliwa kuwa aliandika juu ya maisha ya kanuni ya mtakatifu Benedikto, pia na kanuni ya mtakatifu Benedikto Mwaka 480 mpaka mwaka 550, Benedikto alizaliwa katika mji wa Nursia huko Italia. Kijana huyo alikwenda Roma ili asome elimu ya Kirumi, lakini baada ya muda kidogo aliikimbia Roma kwa sababu alichukizwa na maisha mabaya ya watu wengi. Hivyo akaenda kuishi kama mweremiti katika bonde la Subiaco. Baadaye watawa wengine walimwomba awaongoze kiroho, lakini alipotambua kwamba wengi kati yao walichukia wali uongozi na taratibu zake, Benedikto tunaambiwa, aliondoka pamoja na wenzake wachache, kisha akaenda kujenga monasteri mpya juu ya mlima, yaani Monte Cassino kusini mwa Roma. Huko aliandika kanuni yake kwa ajili ya watawa, nayo ilikuwa bora sana kwa sababu ya hekima yake ya kilumi na ya kiinjili. Kanuni ya Mtakatifu Benedikto inawadai watawa wasisafiri safiri, ila wajiunge na monasteri moja na kuishi daima na watawa wenzao. Benedikto akufundisha sheria kwamba watawa, sheria kali ya kujinyima na kadhalika ila aliunganisha kiasi na busara. Alitaka watawa wafanye kazi za, kazi za mikono, wasome masomo matakatifu, pia wasali. Tendo kuu liwe kazi ya Mungu, maana yake sifa ya Mungu ya liturujia, ya kuimba zaburi, hasa ya kuazimisha ekaristi. Kanuni hiyo ya Benedikto ilishikwa kwanza na monasteri chache tu. Baada ya mwaka mia sita watawa wengi au tuseme wote wa magharibi waliishika. Wakati wa karne zilizoendelea, hekima na elimu hiyo ya mtakatifu Benedikto na ya watawa wake iliyaletea ili mataifa ya Kijerumani yaliyohamia dola ya kiume malezi na imani ya Kikristo.